Assalamu alaikum. Anaonesha jinsi ya kulinda pilipili zako zisiharibiki. Unachukua pilipili zako hizi za green kama ume, unazo nyingi, unatoa hivyo vichwa, unaweka kwa chopping, electric chopper, alafu unakata vitunguu vako kama ni viwili vitatu. Vitungua vina madhara yote, kwanza ni vizuri, ni healthy Unachukua kitunguu saumu na tangawizi hiyo ni kitunguu saumu yangu nimeponda pamoja na kitangawizi, unaweka unaweka chumvi. Wasikia guys, hii method ni nzuri sana, inakurahisishia mambo mengi. Aya, unasaga sasa, unaasha on electric chupa yako zinasagika, zinakuwa kama hivyo. Hii njia yani ni nzuri sana ,inaweka pilipili kwa muda mrefu sana, yani utatumia pilipili zako kumarinate samaki, kuku, kula na wali, wasikie kitu chochote ambacho hahitaji kuwekwa pilipili. Haya, unaweka katika kontena yako, unachukua vinegar, white vinegar, unaweka kama two tablespoon, unaweka hata zaidi. Vinegar nzuri sana ha, inafanya kitu hakiharibiki. Haya, unachukua na ndimu yako, kama ni moja, kama ni mbili, unakamulia hapo hapo ndani ya pilipili yako, ambao katika kontena Haya, iko tayari, wa koroga mwenyewe, waeka ndani ya friji. Unatumia hii vile unavyotaka. Ukitaka unakula na sima, una marinate samaki, una marinate kuku, unapika nayo. Mashallah, hii method ni nzuri sana, na inazuia pilipili zako kwa